Tunapita sehemu mbalimbali unaweza kusema hapa wanahitaji waongeze bidii kukamilisha kitu fulani, hapa wanahitaji kufanya moja mbili tatu, lakini kazi iliyofanyika hapa ni kubwa sana. Hongereni sana sana sana. Mkurugenzi wa amesema kabisa kwamba mimi hapa ni mtoto wenu, na ni kweli, nimekuwa napita hii njia nadhani miaka karibia sabini iliyopita eh, eh, napita hii njia kutokea huko nyumbani kuelekea mijini. Mijini ni pamoja na Njombe, kwa hiyo sikupata nafasi ya kuingia hapa Igagala zahanati napita, napita njia inayopita kijiji cha Igagala na, na kweli kabisa kuna mabadiliko makubwa sana sana. Zamani ilikuwa tukipita ukipita, unaangalia mahindi yalivyostawi na unajenga mawazo kichwani kwamba kama huku yako hivi, basi na kule ninakoenda nitapata ya kuchoma lakini sasa tunapita tunaangalia njia nzima toka Ramadhani mpaka kipengele mpaka moronga mpaka wapi, ni maparachichi, maparachichi, maparachichi. Kwa hiyo kwa kweli binafsi nafarijika sana. Labda nisije nikasahau baadaye, nishukuru sana sana kwa zawadi ambayo mmenipa mne, nasema mwalimi, mwalimi sizo, nadhani wengi mtakuwa na mnanielewa. Nipongeze sana nirudie tena kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Niombe tu moja katika hilo, utunzaji wa mali ambayo tumeipata. Utunzaji, mimi nadhani uongozi wa kijiji na halmashauri tunapokuwa na rasilimali kama hii ni wajibu wetu kuitunza ili iweze kusaidia sisi tuliopo leo lakini pia na wale ambao watakuja baadaye. Kutoka hapa mpaka iliko hospitali kubwa ya Ikonda, kama unaelekea Makete, au hospitali ya Rufaa Mbeya kama unaelekea Mbeya, au kama unaelekea Iringa mpaka Malangali, Mafinga, pana mwendo. Kwa hiyo kama huduma nyingi ambazo zinatakiwa zitolewe na kituo cha afya kama hiki zitapatikana hapa, kwa kweli ni ukombozi mkubwa sana kwa wananchi. Itapunguza nauli, itapunguza usumbufu, itat..., yaani ni jambo ambalo lazima tuishukuru serikali kwa moyo wa dhati na kwa namna ambavyo serikali imetupa hii rasilimali TASAF, tunatekeleza tu, lakini mtoaji wa fedha zote Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza. Kwa hiyo tumshangilie sana sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo amefanya kwa hapa. Ingine labda nizungumzie hawa wahitimu, tumepata ushuhuda hapa, labda hatutakuwa na muda kwa kawaida huwa tungependa kuona hao au mifugo ambao wamefugwa nguruwe, kuku na nini, lakini mkurugenzi, kama utaniruhusu, niongee na hao wawili wengine ana kwa ana, ili nisikie tumepata mafanikio. Inawezekana wana changamoto mbili tatu ambazo tungeweza pia kuzi, kuzisikia. Jingine muhimu mwaka jana mwezi wa sita wa saba, kuna baadhi ya wenzetu ambao walihitimu, niombe tuendelee kuwafuatilia tuone kama maendeleo wanayoyafanya ni ya kwenda mbele au ndio wamerudi. Na katika hili niombe sana, kuna vikundi kumi na nne vya kuweka na kuwekeza na kukopesha naomba tuwasaidie sana. Ukiangalia kiwango cha fedha ambacho kimewekwa sio ki, sio kikubwa, na ni njia pekee ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba kazi nzuri kama mlivyosema iliyofanywa na TASAF inakuwa na uendelevu, ili wale watu ambao wana hivi vikundi wanarudi, wanaenda mbele na hawarudi nyuma uzoefu tulionao ni kwamba baada ya baadhi ya watu kuhitimu wametoka kwenye vile vikundi, lakini niwaombe, hawamtendei mabaya mtu mwingine, inawezekana wanajitendea mabaya wao wenyewe. Umoja ni nguvu, utengano e. Kwa hiyo wote ambao mmehitimu, waliohitimu, niwaombe sana sana, sana muendelee na hivyo vikundi ili muweze kusaidiwa. Sasa hivi kuna mpango mzuri tu wa serikali kupitia halmashauri, vikundi vinapata mikopo kupitia halmashauri. Sasa vikundi visipokuwa na nguvu, mnaivunja moyo halmashauri namna ya kuwasaidieni ninyi wenyewe. Kwa hiyo niwaombe sana, wale waliojiunga na vikundi, na sidhani kama kuna mwisho wa kikundi kiwe na watu wangapi endeleeni kutumia hiyo nafasi kwa faida yenu wenyewe. Kuna maombi kuna maombi ambayo yame yamewasilishwa moja ni la sehemu ya kuhifadhi maiti, lakini pia kuna wodi ya wanaume na wanawake. Labda niseme tasafu kama sehemu ya serikali na serikali yenyewe iko hapa, tutaendelea kuzungumza nao tuone namna bora ya kuweza kufanya hiyo, kutekeleza hayo maombi. Lengo ni kuhakikisha kwamba ule mwongozo wa wizara ya afya, unapoanzisha kituo cha afya, kuna vitu muhimu ambavyo ni lazima viwepo. Kwa hiyo wenzetu wa halmashauri, wenzetu wa mkoa, kwa sababu hata kupata hiki kituo cha afya hakikutoka juu, ilikuwa ni mazungumzo baina ya serikali na ninyi wakazi wa Igagala. Kwa hiyo tuendelee kuyazungumza hayo, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba huduma ambayo inatakiwa itolewe hapa Igagala inatolewa kwa namna ambayo itakuwa imepangwa na yenye manufaa kwa kwa kwa kwa wananchi wa hapa Igagala. Kwa kweli nisizungumze mengi zaidi. Nirudie tena kuwashukuru sana sana uongozi. Nishukuru sana wanakijiji wa Igagala kwa namna mlivyotupokea na niwaombe tena tuendelee kutunza, hiki ni kituo chetu. Ninyi mtatunza kwa niaba ya sisi wote tunaopita njia hii. Leo tunapita vizuri, kesho tutapita tumehitaji msaada wa kutumia hiki kituo, kuwa na kinakuwa na manufaa kwa sisi sote. Agostino Mdemwa, mratibu wa TASAFU. Leo tumepokea mwenyekiti wa kamati ya taifa kwa ajili ya kukagua mradi wetu unaoendelea hapa kijiji cha Igagala. Tumepokea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi, ambao ni mradi wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto pamoja na upasuaji, lakini kuna mradi wa jengo la maabara, mradi wa nyumba ya mtumishi two in one, lakini tuna mradi wa jengo la kufulia pamoja na kichomea taka. Miradi hii imetekelezwa kwa jumla ya fedha shilingi milioni mia tano na moja. Miradi hii imekamilika na imeanza kutoa huduma. Huduma imeelezwa kwamba hapa wanufaika walikuwa wanufaika wa TASAF wamawalika wangapi na wamebaki wangapi? Kwa kuwa tuna jumla ya walengwa katika kijiji hiki walengwa sabini na nne kwa sasa wambaki walengwa wawili tu, kwa walengwa sabini na mbili wame walengwa wao wamefanikiwa kwenye kaya zao. Wengine wameboresha nyumba, wamejenga vyoo vya kisasa, wanalima, wanafuga, wanasomesha watoto wao mashuleni, wana biashara ndogo ndogo, lakini pia wako kwenye vikundi vile vya kuweka akiba, wanakopeshana, wanaendeleza vile vikundi vyao. Kwa ujumla wamefanikiwa, wamefanikiwa sana. Kuna haja kubwa sana ya kumsaidia mwananchi katika swala zima la afya, tuna historia katika kijiji katika kata ya Ulembwe usa kijiji cha Igagala. Tulianza kujenga OPD kwa nguvu yetu wenyewe, na baadaye wananchi wakawa na hamu sana ya ujenzi wa kituo cha afya, baadaye wakafikii serikali imewasahau Lakini bahati nzuri tukaja kupata mradi huu wa tasafu ambao leo hii umeutembelea umeona kazi kubwa ambayo imefanyika, umejionea mwenyewe usimamizi ambao umefanyika, lakini yote haya ni kwa sababu ya zile fedha mlizotupatia. Leo hii tumekaa mahali hapa, tunafurahi, wananchi wako mbele, wanacheza, wanafurahi kwa sababu leo huduma iko nyumbani. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ndoto, lakini leo hii tunaona kwamba ni jambo ambalo si kwetu hapa linatupa faraja na nimesikia kwamba tayari tuna wakina mama kadhaa wameshajifungulia hapa Igagala. Oye! oye tena uzuri wake, miongoni mwa masihems wetu ha mmoja amejifungulia hapa kuonyesha kwamba huduma iko thabiti. Lakini zaidi ya yote mkurugenzi wetu nakushukuru sana kwa ajili ya haya yote yaliyofanyika mahali hapa. Ni kweli tumekamilishiwa wodi la mama na mtoto kama unavyoliona, lakini bahati mbaya sana hatuna wodi la kulala wagonjwa wengine kama akina mama akina baba. Kwa hiyo kushukuru, pia naomba lete ombi langu na kuomba pia ikikupendeza, kwa sababu hapa tunahitaji huduma nyingi ikikupendeza tuombe tusaidiwe maodi, na pia ikikupendeza tuweze pia na mochwari pia, ili tupunguze kasi ya kwenda mpaka Njombe wakati mwingine na napaka hasa Njombe kwa ajili ya kuhifadhi maiti. Kwa hiyo naomba sana hilo, ni ombi maalum nalileta kwako. Hatuna maodi leo, hata akija mgonjwa wa kawaida hatuna pakulaza kwao. Kwa kushukuru ni kuomba tena. Nakuomba sana ikikupendeza, utusaidie chochote utakachoweza katikati hapo, lakini utusaidia maodi tutashukuru zaidi, kwa sababu bado tunahitaji hawa wananchi wasiweze kusafiri kwenda kutafuta huduma ya kulazwa, maanake huduma zote hapa zitapatikana. Upasuaji utafanyika mahali hapa, madaktari tunao, lakini tukipata na odi lingine na magonjwa ya kawaida waweze kulazwa itakuwa imetukamilishia uwezo wa kituo chetu. Na wananchi wetu hapa ni wengi na kata hii na wananchi wengi sana, kiasi kwamba tukisogezewa huduma hiyo ya kuongezewa maodi tutakuwa tumerahisishiwa zaidi huduma ambayo inafanya watu wasafiri. Kwa bahati mbaya sana unatokea mkurugenzi Konda pale ukienda, hadi leo hii utasikia wagonjwa kutoka kata ya Ulembwe ni wengi sana wanasafiri kwenda kutafuta huduma ya afya pale Ikonda, lakini endapo tutapata mahali pa kuwalaza hapa, tutakuwa tumepunguza kasi ya wananchi wetu kusafiri kwa umbali, kwa gharama nyingi. Wanaweza ukawa wanalala mahali hapa. Kuna Makete mpaka mbele tukifanye kituo chetu kuwa hospitali ndogo. Ndio maana tunaomba hodi ya wanaume na hodi ya wanawake na mochwari na kule njia ya kwenda Mbeya kule Wanging'ombe pia, o kituo cha Wanging'ombe ambacho na chenyewe tunakifanya kuwa hospitali ndogo. Kwa hiyo barabara zetu hizi mbili tunataka kituo hiki kiwe uh, wanasema mini hospitali. Kwa hiyo tutakuletea maandiko uh, kwa sababu umefika basi, ni hiyo ndio dira yetu ya, ya wilaya kwamba barabara zote kwa sababu zinahudumia kwenda hichi uh, hichi jirani tunazopakana nazo kwa hiyo hapa ndio maana mwenyekiti akaomba uh, hizo ni mbili pamoja na mochwali lakini tutakuletea andiko, lakini kule Wanging'ombe pia tunao mradi unaotusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia kwete, kwenye hilo hospitali hospitali ndogo. Kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wananchi wa Wanging'ombe tunashukuru sana kwa kazi kubwa za maendeleo ambazo wanazifanya kwa nchi, lakini pia kwa wilaya yetu. Kupitia mfuko huu wa TASAF tumeweza kupata mafanikio makubwa sana Niseme tu kidogo katika kunufaisha kaya maskini, tumepokea zaidi ya bilioni saba, na ndio maana leo hii watu wako hapa wanatoa ushuhuda kwa namna gani ambavyo tasafu imewainua kiuchumi. Tumpigie makofi mengi mheshimiwa rais, lakini tumepokea zaidi ya bilioni 2.8 kwa ajili ya kuboresha miundombinu mbalimbali mfuko huu wa Tasafu tunaushukuru sana, umegusa kila sekta, umegusa sekta elimu, umegusa afya, umegusa kilimo, umegusa barabara, umegusa ufugaji, umegusa maji. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa hizo pesa. Sambamba na hiyo, mfuko wetu wa Tasafu huwa unatoa ajira za muda mfupi tumepokea zaidi ya milioni 441 kwa ajili ya mda, ya ajira za muda mfupi na watu wamepata hizo pesa kwa ajili ya kuongeza kipato. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Na hizi pesa zimeenda kwenye vijiji sita tu lakini pia kuna ile miradi ya kipato tunaona tasafu inatoa mbuzi, tuna miradi ya ufugaji wa samaki katika vijiji vyetu vinne, tumepokea zaidi ya milioni tisini na sita. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais, lakini pia tunakupongeza kwa sababu wewe ndiye aliyekasimiwa madaraka haya makubwa ya kuidhinisha fedha hizi za tasafu. Zaidi ya hapo kaya 3200 ndani ya wilaya yetu zimehitimu kutoka katika mfuko huu wa TASAF wamezungumza hapa, watu wameinuka kiuchumi, lakini pia makazi bora, watu wamekuwa wakifanya shughuli mbali mbalimbali. Hii yote ni kazi kubwa ambayo imefanywa na mfuko wa TASAF. Tupige makofi mengi sana. Sambamba na hilo, Mheshimiwa mwenyekiti, nishukuru kwa mfumo mzima wa tasafu namna ambavyo mmekuwa mkifanya ushirikishwaji wa wananchi pale ambapo mnakuja na mnawapa wananchi hawa nafasi na ya kutoa mawazo lakini pia kuibua miradi mbalimbali mbali kutokana na mahitaji ya eneo husika. Tunashukuru sana kipekee. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, nishukuru sana kamati yetu ya CMC wamefanya kazi kubwa sana, tuwapigie makofi mengi Najua tulianza kwa changamoto, lakini walisimama, tumesimamia mradi na leo hii tunafurahia kazi nzuri ambayo inafanyika. Lakini nitakuwa si mwingi wa fadhila kama sitowashukuru wananchi. Tunatambua mmefanya kazi kubwa sana katika ujenzi wa hii kituo chetu cha afya kwa kuchangia nguvu ya jamii. Tujipigie makofi mengi sana, makofi hayatoshi, tujipigie makofi mengi lakini amezungumza mwenyekiti wetu halmashauri, kinamama, tuna jambo letu pale kwenye lile jengo, si ndiyo? Ehe, hey, amesema ndani ya wilaya yetu tuko wananchi laki moja tisini na moja mia tano na sita. Hatutoshi kwa miundombinu na maendeleo ambayo mheshimiwa Rais anayaleta ndani ya wilaya yetu, lazima tuchakarike, si ndio? Naamini mwakani tutapata kina mama wengi sana kwenye lile jengo. Hapo vipi? Hapo si ndio? Sawa e, hata mimi na mwenyekiti tumeshakubaliana mwakani tutakuwa wateja pale. Hapo vipi?